Tuelekee kaunti sasa nambari tatu, ambapo wanakijiji wa Mwembetsungu eneo la Kilifi, kaunti hiyo hiyo ya Kilifi, wameandamana mapema leo wakidai fidia ya mashamba yao kutoka kwa, ya kwa kampuni ya usambazaji umeme ya KETRACO. Wanakijiji hao wamedai kuwa kampuni ya KETRACO ilianzisha mradi wa umeme uliopita katika maeneo yao na kusababisha kutengwa kwa sehemu za mashamba yao kwa utekelezaji wa mradi huo, huku kampuni hiyo ikiahidi kutoa fidia baada ya miezi mitatu. Hata hivyo, wanasema kuwa ni takriban miaka mitano sasa na bado hawajapata fidia yoyote. Wale wakubwa walipoweka mkutano mara ya kwanza walisema watalipa kila kitu sahihi. Wale walioandika miti mingine wameacha wakisema ni midogo, kwa hivyo haki yetu haikutumika. Tunataka haki itumike itendeke na tulipwe haraka. Kwa kweli KETRACO imetufanya masikini sana, sisi hatuna tegemeo. Utakuta mji mmoja wenye watu karibu mia moja mwenye kufanya kazi kwa hiyo famili ni mtu mmoja tu, wale wengine wote wanategemea minazi, miembe, mikorosho na miti mingine. Na naomba rais wetu, najua wale wakubwa kubwa walilipwa, lakini hata sisi nazi pia wadogo, tuko na kura zetu na kura zetu ni za rais wetu, lakini mbona hii dhuluma imezidi? Naomba sana Ruto, mahali ulipo, unaposikia kilio hichi, pia uangalie watu wa Junju. Wanapwani wametegemea sana mti na mti uliliwa na, na pawa na pawa, bado hawajatulipa. Sijui kimbilio letu ni nini, na tunahitaji msaada kwenu, mkatusaidie, maanake hata tukisema la kwamba wa, wa na, wa na, wa, wa viongozi wetu waliomo wanajua mwanapwani ni, ni kitu gani ambacho ametegemea.